Yes kuna aina tofauti tofauti za wadudu ambao wanakuwa wanapatikana katika mazingira yetu ambayo tunakuwa tunayaishi. Eh, kuna nzi, kuna nge, kuna wadudu wengine kibao, lakini nyuki amekuwa ni eh, mdudu ambaye pia eh, ni hatari kwa namna moja ama nyingine, lakini pia ni, ni, ni, ni, ni, ni faida kwa sababu anatupa vitu vitamu vitu vya asali, watu tunapenda kujilamba kuji, yani, kufanya kila kitu ambacho kinakuwa eh, ni kitamu kupitia eh, nyuki. Sasa mnamo eh, Mei 30 mwaka 2025, yani juzi tu Loli ambalo lilikuwa limebeba takribani kilo elfu thelathini na moja mia saba na hamsini na moja za mizinga ya nyuki ambalo, ambalo loli hilo pia liliweza kupata ajari na kuweza kupinduka karibu na Uh, London, Washington huko nchini Marekani hasa karibu na mpaka wa Canada. Ajali hiyo pia iliweza kusababisha kuweza kuachiliwa kwa nyuki wengi zaidi hasa katika eneo hilo ambalo iliweza kupata ajali. So walivyopata ajali ile mizinga, unajua kwenye mizinga nyuki ambavyo unakuwa unawekwa mle ikaweza kupasuka. Sasa nyuki lazima watatoka na kuweza eh, kuanza kukimbia. Sasa tukio hilo pia iliweza kutokea majira ya saa kumi ya alfajiri eh, kulikuwa kuna kuchakucha hiyo ni asubuhi eh, kwenye barabara ya, ambayo inafahamika kwa jina la Dereva wa lori pia hakujeruhiwa kivyovyote vile, lakini baadhi ya maafisa wa usalama walilazimika kuweza kujificha ndani ya magari e, magari yao ili waweze kuepuka kung'atwa na nyuki hao ambao walikuwa wana hasira kali sana. Sasa nyuki hao pia waliweza kutambaa sehemu tofauti tofauti, kwa sababu unajua mizinga ikishapasuka tu, so unajua, kuna malkia sijui kuna nani wanakuwa na, wanaruka wana hivi wanaenda huko, wanaweza kungata watu na hatari nyingi zinaweza e, kutokea. Sasa zaidi ya wafugaji wa nyuki e, 24 waliweza kujitokeza na kuweza kusaidia kuweza kurejesha mizinga, lakini pia na kuweza kuadhibiti nyuki ambao walikuwa wamekwisha e, kutoroka. Unajua katika wanaofuga e, uh, nyuki na wataalamu wa nyuki wanakuwa wanajua namna ya kuweza kuwarudisha nyuki ambao wanakuwa wameondoka na kuweza na kuwaweka kuwa wakae sawa wasiweze kuathiri watu na vitu vingine e, bana kama hivyo. Sasa mpango uliwekwa ili kuweza kuruhusu nyuki kurejea kwenye mizinga yao na kuweza kumpata malkia wao ndani ya siku moja hadi mbili. Kwa hiyo eh, harakati za kuweza kumtafuta malkia ili aweze kurudi kwenye mzinga zilikuwa zinaendelea, na huyo unaweza kuchukua siku moja hadi mbili kwa sababu ya eh, wale wataalamu pia kuweza kufanya jitihada za namna moja ama nyingine. Sasa barabara ya Windcamp pia ilifungwa kwa muda na wakati waliombwa kuepuka eneo hilo au kuweza kukaa mbali na eneo hilo hadi hali ambapo itaweza kudhibitiwa kuwa sawa. Wataalamu lakini pia na wafugaji wa nyuki pia ambao walionya kuwa baadhi ya nyuki walitoroka, huenda wakaanzisha mizinga mipya katika eneo hilo, jambo ambalo pia linaweza kusaidia katika uchavushaji wa mimea katika eneo hilo ambalo watakuwa wametoka. Sasa tukio hili pia linaweza kuonyesha umuhimu wa nyuki katika kilimo na changamoto ambazo pia zinaweza kutokea wakati wa usafiri. Shaji, eh, wa mizinga yao. Sasa bwana, kuna baadhi ya watu pia a wa, wa, wanapuuzia nyuki, lakini pia kuna baadhi ya watu pia, hata hapa, katika nchi ya Tanzania wamekuwa wakitumia fursa hii ya kuweza kufuga nyuki kwa sababu wana faida nyingi sana kuweza kupata asali ambayo asali pia inaweza ikatusaidia sisi kuweza kutengeneza dawa eh, na vitu vingine, tofa, utufa, utengine, wanaweza kulamba, eh, na kujilamba wenyewe pia. YouTube ukisubscribe, okay, channel yetu utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa nyingi zaidi.